Aliyewahi kuwa mbunge wa Tanga mjini na waziri wa afya Ummy Mwalimu yuko kwenye kizuizi mpaka hivi cha kuweza kusafiri katika nchi za nje. Ummy amezuiliwa kwenye mpaka wa Horohoro kuvuka kwenda Mombasa, Kenya. Na Watanganyika na wana CCM wengi wamezuiliwa, hali hii ambayo inaendelea kushangaza dunia na gu kwa ujumla dhidi ya mambo yanayozidi kuendelea ndani ya nchi ya, ya Tanzania. Watu wengi na waandamizi wa masuala ya kisiasa wameendelea kutoa taarifa mbalimbali kuhusiana na yale ambayo yanaendelea kuikabili taifa la Tanzania, lakini hususani kuhusiana na wale ambao ni viongozi ambao wana nafasi zao na kwa bahati nzuri ama mbaya waliweza kusimamishwa namna moja ama nyingine wameendelea kuonekana kuwa katika hali ya vizuizi ambayo imeendelea kujenga maswali mengi e, e, dhidi ya wananchi ambao wanaendelea kufuatilia hayo, na huenda kuna namna ya mchango ambao pona wa mawazo ama kuna kitu unachofikiria juu ya taifa hili la Tanzania, ni uweze kukuachia muda wa kuweza ku comment na najua mengi umeendelea kuyasikia ukiendelea kuzungumzwa, na namna unaweza ukawa na, na neno la kuzungumza juu ya taifa, tukutane kwenye comment uweze kuzungumza machache.